Okay, tunaendelea na somo letu la kujifunza kodi pamoja na mambo ya progression. Okay. Video ya pili iliweza kukatika lakini nimeweza kuona nione namna na gani ya kuweza kuunganisha hii video ya tatu ili kuweza kujipatia mwendelezo wa video ya pili, ilikatika kwa bahati mbaya. Basi tulikuwa tumeishia katika eneo hili la kodi. Okay, hapa niko na kodi hizi tatu ambazo ni key ya C. Kama zinavyo saundi, nitakwenda kuzipanga sasa, kwa kutengeneza kitu kinaitwa melodi au progresheni au mzunguko wa wimbo. Sasa hapa nitakachokifanya, nitafanya kitu kimoja kama wewe hufahamu namna sahihi ya kutengeneza hii mizunguko, utakachokifanya hapa utakopi, utakopi, utashika kwenye kontrol, utashika kwenye kontrol, alafu utazikopi hizo hizo noti zote tatu kama ilivyo ulivyoona hapo, utazikopi. Baada ya hapo, uta control c b zitajitoa hapo mbele, then utakuja kuzipanga kwenye kwenye f. Utahakikisha hii ya kwanza inasoma f isisome f sharp, kama hapo unarudishao, isome f, utaplay mpaka hapo tayari utasikia kuna kitu kimeshatengeneza zeni. Uta control tena, control control c b zitajichora tena, utapanga kwenye G. Utahakikisha ya kwanza unaiangalia inaonesha G, ta play kuja, utapanga tena hapo, control c b cb, utaishusha hii utairudisha kwenye kwenye kwenye F10 tena hapo. Mpaka hapo tutakuwa tumemaliza kutengeneza mzunguko wa wimbo, au utakuwa umemaliza kutengeneza melodi. Maana yake hisia ya zitakuwa ule mzunguko wa hisia za wimbo, au za nyimbo nyingi, utaweza kuwa hapo umekamilika. Tukiplay sound namna hii s utakuwa umeshatengeneza kodi na una, utakuwa umetengeneza kodi kwa usahihi kiplay. Sasa kitu kingine ambacho unatakiwa kukifahamu ni masikio yako yawe yana usikivu mzuri, yaweze kujua, hichi kitu ni chepesi, hichi kitu ni kizito, hichi kitu ni nini, natakiwa ujue. Mfano kama hizi ukizisikiliza zote hapo zina saundi lakini hazijajaa vizuri, yaani ni hafifu. Maana yake nimepiga katika kodi za juu, kii za juu nasikia si ipoisi si, ya F hapa. Unaweza sa ukajazia kujazia, unaweza ukafanya ukachora tu ukachora, si ukaja ukatafuta efu iko wapi, yapo ukaichora moja G, chora G afu kaja ukachora kwenye C hapa. Tuache tu tuwe tunajifunza kwa kuelewa, kama huku. Maana yake hizi za mwanzo hizi, hii ni C, hii ni F, hii ni G, hii ni F kwa hiyo, na huku niko nikachora hivyo hivyo kwenye hii pateni ya chini yake, maana yake zitakuwa zina sound zote kwa pamoja. shatu mfano mpaka hapo, naweza nikaimba wimbo wowote ambao na uhitaji, sijapiga kiki, sijafanya nini. Nikiamua kuzima sasa hii metronomu itakuwa hivi Sasa kuna kitu kinaitwa usikivu. Takiwa wewe ukiwa kama producer, uwe ni mtu mwenye kusikia na kuelewa, hichi ninachokisikia sasa hivi ni nini, kitu gani kinatakiwa kiwepo, kikiwepo kutotokea nini. Lazima uwe mtafiti, usifanye vitu ambavyo havieleweki. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umeshajifunza jinsi ya kutengeneza kodi na unaweza ukafanya mazoezi huko ulipo. Fanya tu hivi simple kabisa eh, napiga nataka kujazia, na unaweza kujaza. ila sasa usizidishe sana, kama huko unaona huko bezi imezidi sana taharibu. Acha usifanye vitu ambavyo havielewi, utaharibu. Hakikisha unapiga kwenye midi frequency nzuri, mfano kama hapa aili bezi kwa sababu ukipiga huku baadaye unapokuja kupiga gitaa ya bezi vitaanza kupambana. Hii ni bezi tayari, na hii ni piano. Sasa ukipiga huku mabezi yatupige. Gonde play mpaka hapo unasikia kabisa kwamba huu mzigo unaendana na mabezi yako. Hapo umekuwa tayari umeshapiga na bezi ambayo ni mfuatano, bezi inakuwa inafuatana na na hizi kodi, kitu ambacho kitakuwa sio kizuri sana. Maana yake baadaye, unavyokuja kupiga bezi, sio utalipigia wapi? Huku saundi ya huku unaisikia kabisa, sio saundi nzuri maanake ni besi ambayo limezidi hali saundi vizuri. Sasa inabidi uwe ujua ya maeneo ya midi. Ukizidi tena kupanda huku juu, maanake utakuja kupija filimbi huku, sasa sio kite na huku, utakuwa ni vioja. kwa hiyo inabidi ujua ya maeneo kwenye C4 hapa na C5. Oh, ani maeneo unaweza ukapija kodi zako zikasaundi vizuri kwenye key yoyote unayopiga, hata kama unapiga efu, unaweza ukaamua ukaanzia efu hii hapa, sababu kidogo yenyewe ipo ipo juu kidogo. Unaweza ukaamua kupiga ukaamua kupiga efu hiyo hapo, ukapiga wana hapa hivyo. Sasa so utangana na vitu vingine ambavyo unavichanganya kwenye kuvipiga, kwa hiyo hapo nitakuwa nimeshatengeneza melodi zangu, lakini nimeshatengeneza kodi ambazo zinaeleweka. Sasa hizi kodi sio lazima ziwe hivi, hizi kodi zinakuwa kulingana na kile ambacho mtu anaimba, mwimbaji wako anaimba, lakini fomula ya kuanzia unaweza ukaitumia hii ambayo nimeitumia mimi hapa, hii fomula kutafuta kia mwimbaji ujui mwimbaji anaimba kii gani? Wewe ndo mwanafunzi unajifunza, ngoja nikufundishe kitu hapa. Hii itakusaidia maisha yako yote, itakusaidia hii, itakusaidia sana. Mfano hapa, lazima ujue hiyo kitu. Sasa iko hivi nataka niimbe wimbo mmoja alafu ni, niupangie kodi zake. kitoka hapo nitakuwa nimemaliza hii video, then kama una comment uta comment wimbo wote ambao unaojua, then mimi naweza nikakupangia kodi zake. Sijapiga kiki, sijafanya chochote, napanga kodi tu. Kwanza tunajifunza swala la kodi taka, tukitoka hapo tunaachana na masuala ya kodi, tunaanza kujifunza kupiga rhythms watu bado rhythm zinawasumbua sasa. Kama kodi uwezi kupiga huku, rhythm ndio utakuja kufanya vitu vya ovyo vyaovyo, sababu kunahitaji akili nyingine. Sasa ukishashindwa kufanya vitu vizuri huku, usitegemee kule kama utafanya kitu cha maana, manake ujinga au naga, mwisho ujinga ni endelevu kuliko herevu. sasa nakwenda kufanya kitu hapa cha maana kidogo, ngoja ni hakiki huku kama. Yeah, yeah, yeah, yeah. okay. Hapa tunakwenda kufanya kitu hapa, nataka nipige sea sea, ni bado sea sea sea koja ni kopi zile kodi zangu kama kawaida nilivyoelekeza. Sasa mwone mwalimu anachemkia wapi, wamba ukariri, sea ni bado

sea sea se, se, se, se, se, se, apo inakuwa imekubali tayari. sea kipanda kidogo, kama nilikosea. sea sea ni bado, sea ni bado hiyo hapo. Kwa hiyo mwimbaji wako ukishampata, wewe hata kama uwezi kupiga gonga si yako kama kawaida. Gonga si hapa, ni ni ji hii ni ji. Okay, mi nilimba kwenye, nilipiga si hapa. Mwimbaji wangu anaimba, seani bado nimeshusha mpaka ji, nimempata. Sea ni bado. Au hata kama ni F anaimba, nashuka naye. Sea ni bado, sea ni bado hapa. Sasa anaimba F sharp maana yake ya kwanza hii ndio inakuonyesha kwamba hii ni F sharp. sea ni balo. Sasa unapangaje? Sasa hapo kuja nipige metronome yangu kupata spidi. Maana yake spidi yangu inasema sea ni balo, sea ni balo. Haya na kopi kama kawaida, na kopi na pesti Control C, Control B. Sasa unakuja una nna unatafuta hii inayofuata itaimbia wapi? Tunaanza na play kwa, itakuwa sea ni bado. Tafuta hicho kinacholia hicho, itakuwa unaenda kwenye F. Cheza na hizi vitu kwa kwa makini. Hiyo ni ni ni ni F, ni F sharp. Kwa hiyo kirudi hivi, rudi huku kwenye C sharp, bidi uanze kuzijua hizi mpaka hapo tayari umeshaipata. Kwa hiyo ukipiga kwenye kwenye f sharp, ujue mzunguko unaofuata kwenye f sharp kwenye wimbo huo ni upi? Hapa nafikiri utakuwa nanielewa. Sasa mfano kama hapo nimeanza, kama hapo tayari nishapiga kitu sia, ni bado sasa takia ujue kinachofuata hapa, maana maanake ile sea inapanda, sauti inapanda. Sasa kama inapanda, inabidi naupije nanaendelea tena, control vb, hizi nazifuta hizi, hizi nazifuta hizi tena. Pa, kuna kitu akija kaa sawa, ilikuwa hapa jani kopi tena isogeza mekata, isogeze, hmm. Tena juu mesogeza tua mbili imekataa, maanake hapo abidu usogeze tua moja mpaka ikubali. Imegoma, angalia tena Arudi tena chini kidogo, tafuta melodi ya ule mzunguko yeah, hapo imekubali. Kwa hiyo sea ni bado sea, sea. Inabidi tena nipige tena control c b na ipandishie hapa pale kwenye kwenye hii yapai kodi hapa, hii ya pili ndio inakuja kuingia, kwa hiyo inakuwa sea ni bado sea. Hapo nafikiri kwa umenielewa. Tukitoka hapo sasa, tunaangalia mziki wetu ni mwepesi kama kawaida, tunaangalia hiki yetu ni F sharp, piga F sharp yako hapa mm -mm, mm -mm, mm -mm. Piga hivyo tu nguruma Uwe, Loda, Loda, Loda, okay. Hapo sio lazima wimbo huo, zinaingia nyimbo nyingi. Mama Loda umeniacha mama Loda utanikumbuka, mama Loda umeniacha. Okay, nafikiri tumeelewana hapo. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Mpaka hapo nafikiri utaenda kufanya mazoezi mwenyewe. Kodi zipo nyingi nyingi nyingi sana, kikubwa ni kwamba shika hiki tu nilokufundisha hapa, fanya mazoezi we, tengeneza kodi zako hizi tatu, afpanga, tafuta melodi inayofuata, cheza na hii eneo ya, ya kwanza, yani ndio kila kitu. Cheza na ile eneo la kwanza, alafu sogea kule. Acha vitu ambazo vijui, acha usifanye vitu ambavyo uvielewi, usiwekeze muda kwa vitu ambavyo uvielewi, fanya kitu ambacho kinaeleweka. Kwa wale ambao wamezoea kurukaruka stage awasomi masomo kwa umakini, kuelewa ni vigumu sana ndugu zangu, mtafeli. Kama unakuwa mtu ambaye tunaposti masomo kama hivi na kutengenezea masomo simple kabisa ya bigina, unakimbia unarusharusha rusha mbele, huwezi kuelewa, utapoteza muda, utapoteza mbii zako. Acha hiyo kitu mara moja, jifunze kuwekeza muda wako kwa ajili ya kujifunza. Yaani kujifunza, kujifunza ni bora zaidi kuliko kupoteza hicho unachokifanya sasa hivi. Mziki ni process ndefu sana. Kwa hiyo, kama utakuwa wewe ni mtu ambaye unarusha rusha video utaka uelewe, utakuwa hivyo hivyo ulivyo. Nakwambia hivyo, sikufichi kwa sababu watu wengi wamepoteza muda kwa sababu hawajaamua kutumia muda vizuri. Kwa hiyo kama umeamua kutumia muda wako vizuri, tumia muda wako vizuri ili uweze kuelewa mambo mengi mengi sana. Ukishaelewa inakuwa vizuri sana kuanza kufanya kitu chako, maanake mtoto anapozaliwa haanzi kutembea, anaanza kulala, anakalishwa kwenye dishi, mwisho wa siku anatoka, anaanza kukaa, anaanza kutambaa na process nyingine zinafuata. Kwa hiyo kama unataka kuruka stage, uanze tu kuzaliwa alafu anze kutembea, hicho kitu hakijaje kutokea, itakuwa miujiza hiyo. Kwa hiyo jitahidi kujifunza, lakini pia jifunze kuuliza maswali. Wewe kama producer, utakiwa kuwa muoga producer, hata ku comment kwenye video hii uwezi, afu unajiita we ni producer, tena mwanafunzi. Kwa jifunze kuuliza maswali. Wewe ukiwa kama mwanafunzi, lakini pia jifunze kujifunza. Nafikiri utakuwa umeelewa ni. Nikutakia wakati mwema. JJM Media Production.